Tayari imetimia saa 2 kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni mhutasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba agiza kufunguliwa kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Mleba mkoani Kagera watakiwa kuchangamkia mikopo ya asilimia kumi ili kujikwamua kiuchumi. Na kundi la wapatanishi wanaojaribu kutafuta suluhu ya amani kati ya jeshi nchini Sudani na wanamgambo wa RSF ladaiwa kuwa na upendeleo. Habari kamili Mwanza. Mahakama ya Wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza imewaachia huru watuhumiwa 57 wa kesi ya uhaini waliokuwa wakishikiliwa tangu Oktoba 29 mwaka huu kufuatia matukio ya vurugu za baada ya uchaguzi. Uamuzi wa kufuta mashtaka hayo umetolewa leo na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo, Stella Kiama. Katika mahakama ya wilaya Ilemela iliyopo kwenye kituo jumuishi cha utoaji haki Buswelu. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya upande wa mashtaka kupitia wakili wa serikali mwandamizi Safi Amani kuwasilisha ombi la mkurugenzi wa mashtaka DPP la kutokuwa na nia kuendelea na mashtaka dhidi ya watumiwa hao 57 kati ya 61 waliokuwa wanakabiliwa na tuhuma mbalimbali mbali. Shauri hilo namba 26641 na la mwaka 2025 limeletwa kwa ajili ya kutajwa kwa mara ya pili mahakamani hapo leo ambapo kwa mara ya kwanza lilitajwa Novemba 24 mwaka huu. Muleba watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Mleba mreba mkoani Kagera wametakiwa kuondoa mitazamo potofu kuhusu mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri ya wilaya hiyo kwa ajili ya kuongeza kipato na kukuza mitaji yao. Wito huo umetolewa na Bwana Deusi Nolbeti ambaye ni mlemavu wa miguu na kubainisha kuwa mikopo hiyo ni msa si msaada wa kawaida, bali ni fursa ya maendeleo inayowawezesha kujiajiri, kuongeza uzalishaji na kuimarisha kipato. Bwana Norbert pia amewaasa wanufaika kujipanga katika vikundi imara, kuandaa miradi yenye tija na kufuata masharti ya urejeshaji ili mfuko uweze kufikia watu wengi zaidi. Kwa tunatapatapa kutafuta mitaji kulingana na nguvu zetu jinsi zilivyo, inashindikana. Lakini baada ya kuonekana katika halmashauri ya Mreba kuna mikopo, tukaenda tu kwa kujaribisha, lakini mambo yote yameenda vizuri sana. Tunajisikia furaha sana kwa hiyo fursa. Hii haijawahi kuwepo. Kuangalia umri wangu jinsi zilivyo, mimi nilikuwa na ulemavu nikiwa na miaka miwili kwa ugonjwa wa polio, lakini sijawahi kunufaika na kitu chochote kile kama fursa ya namna hii. Kwa tunachukua hizi hela, naishukuru serikali kwa fursa hii. Hizi hela Natuenda kuzifanyia kazi na kuneemeka tunajisikia vizuri sana. Naye afisa maendeleo ya jamii wilaya y Mreba B Edina Kabiazi amesema wamekuwa wakitoa elimu kwa watu hao juu ya upatikanaji na usimamizi sahihi wa fedha, kwani halmashauri inaendelea na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha fedha zinatumika kama ilivyokusudiwa na kuchangia katika kuinua uchumi kwa walengwa. Dar es Salaam, waziri mkuu wa Tanzania Dkt Mwigulu Nchemba amemwagiza waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene kulifungulia kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na askofu Josephat Gwajima baada ya kukumbwa na changamoto za kiuendeshaji zilizosababisha kufutiwa usajili wake. Akizungumza leo katika mkutano wa hadhara na wananchi wa jimbo la Kibamba jijini Dar es Salaam, Dkt Mwigulu amesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa baadhi ya taasisi za kidini zilizopitia misukosuko na kuagiza zifanyiwe tathmini upya. Aidha, Dkt Mwigulu amesema makosa ya taasisi moja hayapaswi kuwa sababu ya kuzifungia taasisi nyingine akibainisha kuwa ibada ni uhusiano kati ya mtu na Mungu wake, hivyo vitendo vya baadhi ya viongozi havipaswi kumnyima muumini haki ya kuabudu. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, natambua huko hapa, baada ya hapa fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uanzishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, kaifungulie, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko na mipaka ya ufanyaji kazi sawa sawa na sheria na katiba ya nchi yetu na masharti ya usajili wa jopo, na nendeni mkayaangalie huko mashariki. Kanisa la Ufufuo na Uzima lilifutiwa usajili wake Juni mbili mwaka huu kutokana na kile kilichoelezwa kuwa katika barua ya msajili kwamba limekiuka masharti na sheria kwa kuhusisha siasa katika membari ya kanisa hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Khartoum. Mkuu wa jeshi la Sudani Abdel Fattah al-Burhan amesema kuwa kundi la wapatanishi wanaojaribu kutafuta suluhu ya amani kati ya jeshi lake na wanamgambo wa RSF lilikuwa la upendeleo na hasa kwa upande wa falme za Kiarabu. Amesema utatu unaokutanisha Marekani, Saudi Arabia na Misri hauwajibiki kwa ukweli, kwa kuwa dunia nzima imeshuhudia uungaji mkono wa Abdhabi kwa waasi hao dhidi ya taifa la Sudani. Burhani aidha amelikosoa vikali pendekezo la hivi karibuni lililowasilishwa na mjumbe wa Marekani Masadi Boulos akilitaja kuwa ni baya kabisa na kusisitiza kwamba anaweza kuwa na kikwazo kwa amani ambayo wasudani wote wanaitaka. Anatoa matamshi haya dhidi ya Bolus siku chache baada ya rais wa marekani Donald Trump kutangaza kwamba angevimaliza vita baada ya mfalme mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohamed bin Salmani kumsihi achukue jukumu hilo. Jerusalem. Jeshi la Israeli limesema limemuua kiongozi wa juu wa kijeshi wa Hezbollah katika shambulizi mjini Beiruti jana siku ya Jumapili ambalo liliwaua pia watu watano. Hayatham Ali Tabatabai ni kamanda wa juu kabisa wa Hezbollah kuuliwa na Israel tangu walipoanza kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano Novemba mwaka 2024 yaliyolenga kumaliza mzozo baina yao uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Taarifa hizo zimethibitishwa pia na kundi hilo la Hezebora na kuongeza kuwa wapiganaji wake wanne pia waliuawa, huku Wizara ya Afya ya Lebanoni ikisema watu wengine 28 wamejeruhiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo jana amesema kuwa Israel haitaruhusu Hezebora kujiimarisha upya kijeshi na kutoa wito kwa serikali ya Lebanoni kutimiza ahadi yake ya kuipokonya silaha Hezbollah. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dkt Mwigulu Nchemba agiza kufunguliwa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josefati Gwajima. Watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Mreba mkoani Kagera watakiwa kuchangamkia mikopo ya asilimia kumi ili kujikwamua kiuchumi. Na kundi la wapatanishi wanaojaribu kutafuta suluhu ya amani kati ya jeshi nchini Sudani na wanamgambo RSF ladaiwa kuwa na upendeleo. Waza, Wazua. Msikilizaji, kila hatua ndogo unaoichukua leo ni ushindi mkubwa wa kesho. Waza wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Facebook Radio Kwizera, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 5 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari ya saa 24 zilizopita.